Maumivu ya mgongo kwa muda mrefu yanaweza yakaathiri ndoa yako, yanaweza yakaathiri kazi yako, tatu, yanaweza kuathiri usingizi wako wa kila siku unaolala. Kama unapata maumivu makali sana ya mgongo, muda mwingine unashindwa kufanya shughuli zako za kila siku, ni muhimu kuchukua hatua mapema, katika hatua za mwanzo wakati unapata maumivu haya kwani usipofanya hivyo unaweza kupelekea mkandamizo mkali wa diski katika maeneo yako ya mgongo na kupelekea maumivu makali ambayo muda mwingine ukafika hatua hata ukapata sciatica au ukakandamiza mgongo ukapata maumivu makali ambayo sababisha ukashindwa kufanya shughuli zako za kila siku. Kwa hiyo ni muhimu kudhibiti hali yoyote ya maumivu makali ya mgongo, kwani huathiri shughuli zako za kila siku na hata kukufanya wewe kuwa tegemezi katika familia na hata jamii kwa ujumla. Nimekuwa nikiwasaidia watu wengi sana wa changamoto ya maumivu makali sana ya mgongo kama wewe ni muhanga wa changamoto hii ambayo imefika hatua unashindwa kulala usiku, unashindwa kumridhisha mwenza wako, hakikisha kwamba unawasiliana nami ili niweze kukusaidia kuona changamoto hii.